Kutoka hapa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Takribani Watanzania milioni 60 wamekuwa wakisubiria hatima ya shauri la Mheshimiwa Tundu Lissu katika kesi yake inayomkabili kupitia katika mahakama hii ya Kisutu. Leo yamesomwa mashtaka. Moja ya mashtaka ni lile linalohusiana na, na masuala ya uchapishaji taarifa za uongo kupitia mitandao ya kijamii hasa wa YouTube. Miongoni mwa kile kilichojiri katika mahakama hii ya kimkazi Kisutu, Dkt. Nshala ametanabaisha Watanzania juu ya kile kilichozungumzwa ama kujadiliwa katika mahakama hii na miongoni mwa matokeo yaliyopatikana kupitia shauri hilo lililokuwa likisomwa leo, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amepewa kibali rasmi sasa cha kuweza kuwasili mahakamani hapa kwa niaba ya kusomewa shtaka lake hii ndiyo kauli ya Dkt. Nshala baada ya kutamatika kwa shauri hilo tarehe sita ya mwezi huu wa tano, 2025 mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam katika eneo la, la Kisutu ilikuwa ina, chini ya hakimu mfawidhi muhini ilikuwa ime, inatoa uamuzi wake kuhusiana na hoja ambazo zilikuwa zimeletwa na upande wa utetezi husiana na kitendo cha mahakama kuamua kuendesha kesi hii kwa njia ya, ya kidijitali au kimtandao na kusababisha mteja wetu Tundu Antipas Lissu kutokuletwa tu mahakamani toka kule gerezani Ukonga ambako yuko hivi sasa. Sasa e, ilikuwa ni hoja za, za utetezi, za, za, za utetezi kwamba haki ya msingi ya mteja wetu ya kusikilizwa inakuwa imekiukwa kwani katika hatua ambayo kesi hii imefikia ambako ni tayari ni katika kuchukua maelezo yale ya awali, ya kusikia maelezo ya awali kuhusiana na kosa lenyewe e, sheria, na, na sheria ile ya mwenendo wa makosa ya, ya jinai ina, inataka kwamba mtu huyo awepo mahakamani na aweze ku, ku, kusikilizwa na kuweza kusaini nyaraka ambazo zinahusika kuhusiana na hoja ambazo zinakubalika na hoja ambazo zinabishaniwa na mwisho wa siku ziingie katika kumbukumbu kumbu ya mahakama. Sasa upande wa, wa mashtaka walikuwa wali wamesema kwamba kile ambacho kilifanywa ni sahihi kabisa na mahakama kwamba kesi inatakiwa inaweza kusikilizwa hata mshtakiwa akiwa ikiwa ndani, na kwa maana hiyo basi, mshtakiwa huyu yeye, mahakama haijakosea kwa kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kimtandao, namo ile tarehe 24 ya mwezi wa, wa nne mwaka 2025. Sasa hizi ni hoja ambazo zilikuwa zinabishaniwa. Upande wa utetezi kwa mainisha vipengele vingi sana, haki ya mteja kusikilizwa, kuonana na mawakili wake haki ya, ya, ya ndugu na jamaa na marafiki na nauma kuweza kushiriki katika hiyo kesi na vilevile vile matendo ambayo maafisa wa magereza walikuwa wamezuia mawakili wasiweze kuwaona kumwona mshtakiwa kule ma, wani, natika, katika gereza la Ukonga. Katika uamuzi wake hivi leo hakimu muhini amesema kwamba kile ambacho kilifanywa na mahakama cha kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya mtandao kilikuwa ni sahihi kwamba kanuni zile ambazo zimetengenezwa na jaji mkuu zinaruhusu na kwamba zilikuwa zikiuki kitu chochote kile. Lakini akaendelea kusema kwamba yeye hana mahakama hii haina mamlaka ya kuweza kuamlisha afisa magereza namna gani ya kuweza kukaa na huyo huyo e, mshtakiwa kule magerezani. Basi akasema kwamba hiyo hiyo ni swala ambalo alikuwa kustahili kuwa mbele yake, lakini akaja akatoa amri akaja akasema kwamba kwa kutokana na kuzingatia ibara ya kumi na tatu ibara ndogo ya 6A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mazingira pao mteja amekuwa au mshtakiwa amekuwa akikataa kushiriki katika kesi hii e, kwa njia ya, ya, ya, ya, ya kimtandao na kutokana kwamba kuna nyaraka mbalimbali ambazo mbali mbali zitakiwa kusaini mwisho wa siku kesi inapokuwa imesikilizwa, e, basi ha, e, misingi ya haki na, na misingi ya, kus, ya kusikilizwa kwa kesi kwa misingi ya haki inadai kwamba mshtakiwa Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi, upande wa, wa mashtaka na vilevile mahakama iwepo, umma uwepo, uweze kuhudhuria kesi hiyo. Sasa kwa masingio basi ile amri ambayo ya, ya, ya kusikilizwa kesi hii kwa njia ya mtandao ambayo ilikuwa imetolewa na hakimu mnamo ile tarehe 23 na 24 ya mwezi ule wa 4, ile amri imewekwa ime, ime, ime pembeni. Na mahakama imeamuru kwamba kesi hii itakuendelea ita sasa kuanzia tarehe kumi na tisa ya mwezi huu ule, mwezi ule wa 5 2025, itasikilizwa kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani kwamba Tundu Antipas Lissu Antipas Lissu atatakiwa aletwe na mkuu wa gereza la Ukonga kwa kuhakikisha kwamba analetwa hapa mahakamani siku ya tarehe 19. Umma unakaribishwa kuweza kusikiliza kesi hii, lakini utatakiwa kuzingatia kwamba lazima ukae kwa amani, unasikiliza kesi kwa namna ya amani. tasikiwa katika koti namba moja ya mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam hapa Kisutu, na kwamba vilevile hata watakokuwa wako nje, basi waweze kukaa katika misingi ya amani, bila kuleta vurugu yoyote ile katika mwenendo mzima wa kusikiliza kesi hiyo. Kwa hiyo basi, ni kwamba mnamo tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025 mteja wetu Tundu Antipas Lissu anatakiwa aletwe mahakamani hapa, na kwa maana hiyo, kweli, kwa kwa tunaona kwamba haki imetendeka, kwamba mteja wetu sasa atafanikiwa kuwa na siku yake, siku yake mahakamani, wazungu watasema a day in court, kwamba atafanikiwa, kwamba sasa wale ambao wanamtuhumu basi waweze kuleta ushahidi wao, na yeye vilevile vile aweze kujitetea, na sisi kama wakili wake tutakuwa tayari kuweza kumtetea. Kunapokuwa na haki, kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba Eh, kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajikonduct properly yani, wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu. Watakapohudhuria tarehe 19 eh, waje kwa utulivu ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote kwamba unaona sasa tulikuwa tuna tunakwepa kitu kama hicho. Wajitahidi waje kwa wingi, karibu sana nafasi navyoelekeza, lakini eh, watakapofika basi wajitahidi E, ku behave kama nilivyosema, ili wasituangushe sisi mawakili ambao tume e, tumefanya kazi ngumu kwenye mazingira magumu na e, tumefikisha tume, tume, tume tumefikisha hapa ile kufika. Tunawashukuru pia waandishi wa habari e, kwamba pamoja na magumu yote ambayo mmepitia tunajua baadhi yenu mlikuwa mli, mli, mli physical assaulted, mmezuiwa. Tunafahamu kwa mfano kuna mtu mmoja sasa, kumtaja jina yake, alizuiwa kabisa na askari fulani kwamba wewe hutaruhusiwa kuingia. Nafahamu kwamba ame take up that matter E, huko kazini kwake wamewasiana me, na taasisi ambazo zilimzuia, tuna hope ame resolve ko, lakini tunawashukuru kwamba mmekuwa steadfast pamoja e, na kwamba kesi kulikuwa kuna hatari ya kuendeshwa katika namna tuseme, tafsiri yetu ilikuwa ni ya kificho, lakini nyinyi mmetusaidia sana kudisseminate e, mwenendo huko nje na mpaka kila mtu akafahamu.